Jina lake ni Dodoma na sifa yake kubwa haijawahi kupoa katu katu. Imekuwa katu, katu. Ikivuta pumzi ya historia kila iitwapo leo. Njia kuu zina unguruma, vumbi linacheza na, na miguu ya matumaini. Ni tarehe isiyosahaulika ya tarehe 29 ya mwezi Mei imefika mwaka 2025. Viongozi wanawasili mikono ikisalimia. Wananchi wanachora ndoto kwa macho, wachambuzi wanachukua notes za za kufanyia mahojiano baadaye, mitandao ya kijamii inashika moto. Lakini hapa ndipo panapoitwa Dodoma. Hatuongelei siasa peke yake, ni harufu ya zabibu, ni jua la ukarimu, ni uhai unaotiririka mitaani. ukweli ni kwamba na sisi Mjini FM 92.5 tupo, macho yetu si macho tu, ni dira, ni daftari la taifa. Tunasikia, tunanusa, tunatamka kwa niaba yako wewe, ambaye unatufuatilia. Kaa karibu kwa dakika moja moja sasa hivi, kwa sababu mkutano huu ni wetu sote, na huu ndio mwanzo wa simulizi kutoka moyoni mwa nchi kwenda katika moyo wako. Ni siku ambayo sio tu viongozi wa chama wanakutana, bali ni pia ni historia matumaini na macho ya taifa zima yanaelekezwa hapo. Lakini zaidi ya siasa, huu ni wakati ambapo Dodoma inang'ara kwa namna ya kipekee, ikivutia watu kutoka kila kona ya Tanzania. Kutoka Dar es Salaam hadi Bukoba, kutoka Mtwara hadi Kigoma, watu wanamiminika Dodoma. Wengine si wanachama si viongozi, bali ni wapiga picha, wanahabari na hata watalii wa ndani, wakija kushuhudia maajabu ya tukio hili na utamu wa la Dodoma. Na ili usipitwe na chochote kile, timu Kabambe kutoka Mjini FM 92.5 kwetu ni kwako itakuwepo Dodoma ikiwa na jeshi la wanahabari, wapiga picha na watangazaji hodari kuhakikisha unapata kila taarifa, kila sauti, kila ladha ya burudani na maajabu ya Dodoma kwa wakati halisi kutoka ukumbi wa mkutano hadi vichochoroni Mjini FM mbili nukta tano itakuwa na wewe. Kaa tayari kwa taarifa moto, burudani ya moja kwa moja na simulizi halisi za mkutano huu wa kihistoria.